ye county o kwanera omuchandoro lekanire bwangu igabwe bonus asaba limebeke mali ye chae bagendere takorera na kororombia asoko ewa e bonus en kemono asomwa koyo wechibesa um uh, mimi e, kama Walter Chanua ningetaka kuwahimiza watu wote wa Nyamira hasa vijana wale ambao hawajawahi kushika eh, hawajawahi kuchukua kura wajitokeze kwa kipindi hiki ambacho tumepe, tumepata IBC ikiwa imefungua ili wapate kuchukua kura nao wapate kuchukua kura zao. Tumekuwa na wa, wa, wa wapiga kura wachache katika Kisii na Nyamira counties, na wakati huu tulitarajia kwamba tunapoandikisha tupate kuwa na wengine wengi, ili tupate kuwa zaidi ya wapiga kura milioni mbili hapa Kisii county peke yake. Kisii na Nyamira county peke yake kwa sasa tuko eh, karibu takriban 350,000. So tungetaka tuelekee mpaka tufike 1500 katika kaunti ya Nyamira. So sisi tunawahimiza vijana na ndio tegemeo la kaunti hii yetu, hasa majenzi wapate kuchukua kura haraka iwezekanavyo. Igonto tutakatutumanye serikali kaunti yetu ya Nyamira

omo governor anya go advice accordingly ale extension officers au ba go advice abalemi ng'ani ninkyo bolemi wo na ta go korwa na